Uhamisho wa pili ni ule uhamisho ambao uliweza kutendeka katika ufalme wa Yuda, the southern kingdom. Wakati wa Babiloni waliweza pia kuwashambulia hawa hawa Waisraeli walioishi katika ufalme huu wa Yuda na makao makuu yalikuwa ya Israeli. Hili ni

haikutokea haraka vile, pengine tunaweza fikiria kwamba hili ni jambo ambalo lilitokea kwa haraka. Ni jambo ambalo litakuja ama unabii uaguzi wa Isaya utaweza kutimia wakati wa ujio wake Yesu Kristo, na ndiyo leo wageezan yes. Kwa nini yanaondoka iwondoka? Maana siku yake bado haijawadia. Ni wakati wake sasa wa kuweza kuinuka na kuanza kutangaza hii habari njema ambayo ametuletea maisha ile, na kwa hivyo iwatoka Nazareti kwenda kukaa kule Kapernaumu kwa sababu

lakini aki naikana kajivia hatuwajibiki kwa kwahiyo, tunaendelea na ya siku ya leo, tunapotangaza tunakutangaza neno lake mwenyezi